Tunaongelea mahusiano nyeti, mahusiano ya urafiki, mahusiano ya kati ambako mawazo yanatembea kwa kasi mno zaidi, hata baba mama na wengineo. Rafiki, urafiki ni ni ni gia yenye kasi katika safari ya mawazo. Tunasema kuna mazingira rafiki, tumeshaiongelea safari iliyopita, mazingira rafiki. Kuna hali rafiki. tunaposema mazingira rafiki, mawazo yanatembea hapo katika mazingira. Unachokitazama kina kuathiri kwa asilimia hamsini katika fikra yako. Unachokisikia kina kuathiri kwa asilimia kumi. Kwa hiyo unapotazama vision ina impact kubwa sana, lakini usisahau action. Matendo yanakuathiri, matendo unaoyashuhudia yanakuathiri kwa asilimia tisini, impact yake ni kubwa mno. Ukiona watu wanafanya na wewe unaingia ndani moja kwa moja manake distance inakuwa fupi katika utekelezaji. Unachokitazama unacho mm -hmm. bila expression yoyote inakuathiri kwa asilimia hamsini, lakini kinachotendeka kinakuathiri kwa asilimia tisini. See that mm -hmm. tunatiririka hapo mazingira yana transmit influence, yanasafirisha uh, amasa kuna hali rafiki. Kabla tujaongelea hali rafiki, ambako mawazo yanatembea kwa kasi kwa binadamu, tuweke mwanga kidogo. Tunaposema rafiki ni karibu, urafiki ni ukaribu. Unaweza ukawa na rafiki kwa muda lakini urafiki ni wa maisha. Hmm. Does that make sense? Hmm. Hmm. Kuna friend na kuna friendship friend. Alright? Hmm. Now, urafiki unadumu kimaisha kwa sababu ni ukaribu. Unaweza ukawa karibu na mtu. La, bali una ukaribu naye, mko karibu kwa sababu mmekaa pamoja kwenye gari, kila mmoja akifika kwenye kituo chake, safari kuisha. Unaweza ukawa na mtu colleague, mnafanya naye kazi pamoja ofisini, mko karibu, lakini ukaribu ni intimacy, ni tofauti. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu ambaye mna ukaribu ila hayupo karibu, absolutely yeah, na ndicho kinachotakiwa ingredient hiyo, kuwa karibu na mtu pasipo na ulazima wa, wa, wa karibu kuwa na ukaribu pasipo na ulazima wa karibu. Uaminifu katika mahusiano ni ukaribu, yeah. Yeah. Sio karibu, unaweza ukawa karibu, lakini mchezo unaendelea pale pale karibu <laughs> You see that? Ukaribu ni influence ambao ni within, inaingia ndani, presence uwepo upo ndani. Kama ukiwa na ukaribu na mtu, wewe uwepo wake huyo mtu unaubeba ndani mwako, popote uendapo, popote aendapo, aendako anawewe ndani mwako. Are we together? Ehe, mm. Urafiki rafiki, mm. Now, kuna element inayosababisha definition ya urafiki rafiki urafiki rafiki, rafiki. Kuna element ambayo inatokana na mhusika mkuu, ndugu mtazamaji, kama wewe mwenyewe, urafiki maana yake ni kwako, rafiki maana yake ni kwako sahihi yako muhimu ili kuleta ruhusa kwa hali hiyo. Wazazi hujawachagua, mtoto hujamchagua, lakini rafiki inabidi uchague wewe, unaweka sahihi. Sahihi yenyewe inaitwa ili tuseme uh, kwa Kiswahili tunatukahitaji acceptance uh, tuseme Ridha. Yani, ukiridhia umeweka sahihi. Mm, usiporidhia sahihi hakuna maana. Maanake mtu yeyote ambaye ni rafiki yako, kwako wewe unamhesabu rafiki, wewe ndio umemfanya. Mm, rafiki kwa lugha nyepesi kibali Rusa, Rusa. Usipotoa kibali hakuna urafiki, hakuna rafiki. Leo lawama nyingi ndugu mtazamaji. Maisha yako yanakuwa unavyoyavisha mwenyewe, sio wanavyoyavisha wengine. You better take charge.